Alinifunza mambo aina aina, si upishi, si kuishi na watu kwa wema na kunitoa usungo. Nikayajua na kuiva kwa mambo haya nikawa mjuzi niliyekamilika aswa. Nikaisi niko nyumbani, niko na familia yangu mbali na kumwacha mwanangu wa pekee na bibi yangu Farida nikawa na motisha na hamu nyingi kuyaanza maisha mapya kuishi na kusaka maisha bora. Hapa nilihisi nimefika, kwamba ninafungua maisha niliyoyahitaji kwa kipindi kirefu, tangu nijue vya kujua, na hapa nilihitaji mlango wa kufungua tu to? <coughs> <coughs>

kwa hivyo ameturudisha nyuma, kisegere nyuma, au ukipenda ita mbinu rejeshi. Alafu nina sifa yake ya kwanza pale, ni mkarimu, kwa sababu ame- amemsitiri ame kwa miezi mingapi? Mitatu, mtu umekaa pake miezi mitatu na kati tamaa au akufukuzi na maana kuwa ni mkarimu, ndio maana akasema alikuwa kama mamangu alinichunuku yule mama, kila siku niliona kama nipo likizoni, maana alinitembeza sehemu hadi sehemu. Kwa hivyo ukarimu wa kwanza ni kuruhusu kuishi kwake, si ndio? Ukarimu wa pili ni alimtembeza sehemu hadi nini, sehemu, akaona mji tofauti na mji wa jinsi atakavyokabiliana uh, na hali ya maisha katika nchi hiyo. Kwa hivyo ayuko nchini kwao, yuko nchi tofauti kutoka pale alinifunza mambo aina aina, sio unaona? Alifunza mambo, ukarimu wa tatu ni kumfunza mambo kama upishi, kuishi na watu kwa wema, na kanitoa usungo. Si kuelezea kutoa usungo, kwa sababu tayari umeshaandikiwa ni kule nyuma, si ndio? Kule nyuma umeambiwa usungo ni kumtoa ushamba, ndio maana imekolezwa, kwa sababu maana iko kule nyuma, si ndio? Anamtoa ushamba, si upishi, si kuishi. Hiyo inaitwa tabaini. Si, si, si, si. Nikayatua na kuivwa kwa mambo haya, nikawa mjuzi niliyekamilika swa. Nikahisi niko nyumbani, niko na familia yangu, mbali na kumwacha mwanangu wa pekee na bibi yangu Farida. Kwa hivyo, kuna ana ana mtoto si ndio? Mwanangu wa pekee na bibi yangu Farida, kwa hivyo Farida ndio huyo hapo Wahusika wawili hapa, ana mwanake na ana bibi yake Farida. nikawa na motisha na hamu nyingi ya kuanza maisha mapya, kuishi na kusaka maisha bora. Hapa kwa hivyo, hapo alikuwa na hamu hamu nyingi, ili tamaa tamaa, madhumuni ya tamaa yanaanza hapo, ana tamaa nyingi, tamaa nyingi, yaani ile hamu nyingi ni tamaa tamaa tunasema ni kutaka kitu kupita kiasi. Kwa hivyo ndiyo maana akasema nikaona motisha na kamu nyingi kuanza maisha mapya hapo, tunaona kwa tamaa, tamaa, tamaa tamaa ya kuanza maisha mapya, kuishi na kusaka maisha bora. Kwa hivyo kwa jumla tu wanasaka maisha ambayo ni bora, hiyo ni tamaa ya kwanza. Nilihisi nimefika kwamba nina ufunguo wa maisha niliyohitaji ni kwa kipindi kirefu tangu nijue vya kujua na hapa, nilihitaji mlango wa kufungua tu. Twende aya inayofuata. Mina aliishi nami kwa upendo kipindi hicho, akanielewesha jinsi wa bongo. Kwa hivyo unaona naishi bongo, walivyo wasanii, niwe makini nao, niwapende ila nijichunge, ni wengi wa uswahili wenye maneno matamu ya kuzikamilisha hamu na ghamu za mja wapendao kufurahi kwa kila jambo na kusemeana heri kinyume na watu wa kwetu. Aha, ukijua huu na huu huujui, ndio mwanzo unaanza kuwaelewa waja wa nchi hii walivyo na umoja na utangamano wa ajabu waliojawa na nyuso za aiba na ujirani mwema. Kumbe wanabalaa nao, eti bora uhai. Hata tukienza pale, tayari unaona vizuri, kuna wahusika ambao wametajwa wabongo. Wabongo lazima wana sifa zao. Wabongo kwanza, tumeambiwa wabongo ni wasanii. Kwa hivyo ina maana kuwa ni wabunifu, si ndio? Ukiwa msanii, una ubunifu, una ubunifu na unaweza kuwasilisha ule ubunifu wako kulingana vile Nina amesema, nakaambiwa na Nina niwe makini nao. Kwa hivyo, Nina ni mwenye hekima, anamweleza jinsi wabongo wavyo, lakini bado afanye nini? Atahadhari nao, ndio maana akamwambia awe makini nao. Sasa tunazungumzia wale wale wabongo. Kwa hivyo, hapa tunasema hiyo ni sifa ya wabongo na pia ile ya Nina ni mwenye hekima, kwa sababu anamwambia ndio wapende hawa wabongo lakini kwenye nini? Ujichunge. Sentensi ziko pale juu ya kwanza ya, ya, ya, ya pili ya pili, niwapende ila nijichunge kwa sababu kuna wengi wana maneno matamu. hamu na gamu, hamu na gamu, hamu na gamu ni ni mtindo upi? hamu na gamu ni msema au nina hao na, na hao wapendao kufurahi kwa kila jambo na kusemeana heri, kinyume na watu wa kwetu. Kwa hivyo sifa nyingine ya wabongo ni wenye furaha. Wenye furaha, tumeambiwa pale sentensi ambayo inafuata wapendao kufurahi. Wabongo ni wapendao kufurahi kwa kila jambo na kusemeana heri. Kusemeana heri ni kutakiana heri, unatakia mwenzako mazuri, kinyume na watu wa kwetu. Kwa hivyo kuna watu masehemu sehemu ambayo, uh, ambayo Tumaini ametoka si ndio? nidaa hmm. nidaa Nida. Na hata pale chini bora uhai bora uhai, sentensi ya mwisho bora uhai, na lazima ujikisishe kuonyesha nidaa pia uitwa usiai ukijua huu na huu hujui methali Umoja, unagundua kuwa katika kitu kuna jambo ambalo hujafanya nini, hujaujua. Ni mwanzo naanza kuwaelewa waja wa, wa nchi hii walivyo na umoja na utangamano wa ajabu. Kwa hivyo hawa ni wenye nini? Wenye amani, si wana umoja, wana amani, umoja na utangamano waliojao na nyuso zaiba na ujirani mwema. Kumbe wanabalaa naeti bora uhai, pia wanabalaa hivyo. Kwa hivyo sehemu sitaje chochote ndio maana akamwambia bado ni wazuri, wana ujirani mwema, wana nyuso hizi za hiba, lakini kumbuka pia nini, ujiadhari na ujichunge. Kwa hivyo hapa niwapende ila nijichunge. Unaona hapo juu, sentensi ya kwanza tunaita utabiri, ni mtindo utabiri. Unaona baadaye anaambia eh, niwapende ila nijichunge. Alitabiri watu ni wazuri, lakini jichunge, alikuwa na jichunge, kuna wale ambao ni wabaya, si ndio? Alitabiri. Nani alitabiri hapo? Nina, si ndio? mm -hmm. Eh, alitabiri kuwa anaweza watu anaweza kufanya nini? Kutembea mahovu wa Bongo. Tuendelee aya ya pili, kwa jinsi nilivyomwonea kijicho, Nina alivyokuwa na mume mzuri mrefu wa kiasi si mweupe, Samani alivyokuwa na mume mzuri mrefu wa kiasi si mweupe, si mweupe, si mweusi, si mweupe tabasamu nzuri iliyojificha pua yake ya kubabatana. Kwa hivyo hapa tunaanza, kwanza ni mwenye tamaa, si ndio? Tamaa nyingine kwapo, anamtamani nani? Mume wa Nina, rafiki yako, amekuweka miezi tatu, lakini unatamani mume wake eh? Unatamani mume wake, hapo ni mwenye tamaa, na pia tunasema ni mnafiki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 Taswira ni picha ambayo inakukujia baada ya kusoma kazi ya fasihi. Kumbe pale kuna taswira. Hiyo yote sehemu yote ni taswira bila ataelezea kuhusu